Washauri waonya, waangaliza pale ambapo tunaona mnapenda ndivyo sivyo, na hili mtu asitudanganye, akwambia ah, hapa shame changanya dini na siasa, hapa pasipofu popo, si nyume changanya dini na siasa, acha mambo ya siasa, sio ni mambo gani? Kama lakini tunaelewa ah, dini na siasa ni vitu ambavyo huwezi kutenganisha kwa sababu inamhusu mwanadamu yule. Sio sawasawa, jamani, kwamba sisi tuwepo tu kwa kupongeza viongozi eh, wa jamii viongozi wa serikali pale ambapo wanafanya wanafanya eh, shughuli zao wajibu zao

kwamba sisi hatutaji atumesha sema yale yaliyojitokeza kwenye uchaguzi ilizopita, tuyaone yani yanahitajika kufanyika, ili kuona ama hayo haya ajidunia ndiyo yatulete, tukae meza moja tazungumzo. Hakuna kinachotushinda mazungumzo pale wanapokaa mahali pamoja, mazungumzo yakafanyika, lazima tupatikane kama tuna nia njema ya amani, ya kuona haki na ustawi unapunzika katika nchi yetu hii. kama viongozi wa dini tutakuwa na wajibu kuombea, vile taifa la Israeli likumshinda sana Musa kule jangwani, mambo yalikuwa magumu. E, Musa alikuwa, kwa na njia moja anapanda mlimani anamwomba kwa Yesu. Yako mambo katika nchi hii yanahitaji intervention Mungu aiilili kati sisi. Au viongozi wa dini wa ndio kiunganishi kati ya ta, taifa kati ya wananchi na na taifa hili na Mungu, tupende tusipende, tunafanya nini? Kuiombea ji wale kuombea wale walihuko katika nafasi za na madaraka madaraka na kufanya maamuzi, Mungu awajalie sema ya kuhoja kutetea pa nguvu zote masuala yote yanayohusu haki za binadamu. Uwezo kutenganisha dini na huduma za kibinadamu anazostahili mwanadamu. Taasisi za dini tangu mwanzo wat ilianza utekelezaji wa kazi za kupokea kutoka kwa Muumba, wajibu wa kutunza kuendeleza na kutoa taarifa sahihi za uangalizi wa uhai wa mwanadamu mkuu wengine wote wauaaapea viongozi wa dini, nimesha kusema baada ambapo taasisi za kidini zimetoa sauti yake ya kinabii awameambiwa aishali dini na siasa. Na hili nimeambia tena kusema sio sahihi, siasa ni dini na dini ni siasa, kwa sababu yote lina lengo la kumhudumia yule yule mwanadamu sema tutenganishe dini na siasa tuwaambie hao kwa msingi hawajui maandiko matakatifu, sio ya Biblia wala ya Kurani. Napenda kutoa tena wito kwa viongozi wote wa dini wenza, hakikisheni kwamba waumini wa dini zetu wote wanaofahamu wa kutosha kuhusu maswala mbalimbali ya kitaifa, kama raia wa Tanzania wenye haki katiba kufahamu na kupata taarifa za maendeleo ya taifa lao na kushiriki kamilifu katika kuleta maendeleo ya taifa lao, na kamwe tusirudi nyuma wala tusikate tamaa, maana Mungu amekuweka wewe na mimi, viongozi wa dini, akiwa na kusudi maana